kutafuta na kina Nandi, kina Zuchu tayari, lakini bado hatujamuona na kina Alikiba, hatujamuona na kina Harmonize. Ah, ngoja nikwambie, umeongea swala zuri. Kila mtu ana muda kukutana naye. Harmonize, ndio <coughs> mdogo wangu hana hata shida, akimwona unye anamkubali, yaani ana asa. Alikiba ndio usiseme kabisa, mdogo wangu ndio Alikiba, mwenye nidhamu akimwona anatoa na bahasha hapo hapo muda, yaani bado watu hawa ni mmaliza wamaliza wasanii wote Harmonize <coughs> mm. na Alikiba na wote wale wanatendana, wanacheza na, na muda hapo hapo nitapokuwa nayo nimemaliza kazi kwa sababu wote wadogo zangu wa starabu hawana shida tena. Alikiba ndo kabisa atapiga naekolabu hapo hapo tena, hapotajiri bwana hana shida ah, msanii wa mjomba Doto huyu. Uh, huyu msanii wa mjomba Doto ah, Alikiba lazima amkubali. mm -hmm. hey, hana shida mm -hmm. hey, kwa sababu tunaongelea Alikiba, tunaongelea msanii mwingine wa mbali wa juu zaidi Kwayo mm. ni maisha yetu ya upendo, hatuna matabaka sisi. mabadiliko ya yeah. Muziki unaona, Dogo Rema, nimeona sasa hivi kuna sound inabadilika, wanaimba kina Mario, mfano hata wimbo mpya hamo kidedea, aje melody, mfumo fulani hivi kama singeli, lakini imechangamka kisasa. Ngoja nikwambie, huyu anaimba kisauzi, mnasema nini? mapiano

Yeah, bina umefurahi piano, piano tu <tis> na vitu vingine vyote vya kushekisheki, yeah, mm. Sisi bado jamani no. nani mm. nani si nani. Sawa, Dogo Rema, Dogo Rema kwanza pia sisi tukupongeze pia kwa sababu una consistency pia na ndoto na, na, na, magari kwenye historia yako ambazo zilihusunisha watu ni kwamba ulikuwa unaishi kwa shemeji yako.

wote mjukuu wangu wana habari chimu chimu, ngoja nikwambie hizo habari. Achana nazo, we tayari bado hujajipata hata kuzungumzia. Watu kama walikusaidia, shukuru kwa sababu wale ndo fai. Tumekuona kama ulikaa kwa shemeji kipindi hicho, mi unijui, washukuru. Hachana hizo habari, tuendelee na interview yetu

Mnikumbuke kwa habari piga kele, piga hapo. Sasa interview eh. Vitu vya kidunia hivyo lazima vizoee. Kama anaambiwa mziki hauonekani mwingine anasema unaonekana. Kwa hiyo kwa shemeji vitu vya kawaida. Si toka haso jamani. Mbona tufudenki umepitia magumu kushinda ya huyu? Si bora ukapitia kwa shemeji kafukuzwa kaondoka karudi. Ah, wana habari kiboko. Ba mbona interview tuishe mambo yetu ya kampeni. Rayvanny anamkubali huyu, atapiga na collab <laughs> muda wote kwanza. Kila nikikana niuliza dogo Rema kwapi, yale Rayvanny anaumia <laughs> anapomwona huyu kapoa, sio unaelewa? Rayvanny anampenda huyu, yaani anapopoa huyu, Rayvanny anaumia. Rayvanny mimi kabla hajanipa dola zangu, dogo Rema kwapi, yaani ile ndio kitu chake cha kwanza. Kwa hiyo ni upendo ndio maana sio, tulivyoenda studio kwa mdogo wangu kule Zombi akaimba ile collab, yaani anaamini Sikuelewa kwa sababu ni mwanamuziki mkubwa Levani kashavuka. Kwa nini unavoona kipaji cha nafurahi? Sasa najua hii hela mm -hmm. Levani si mjanja mm -hmm. Sasa. Sasa najua hii hela. Ndio maana naipa ukaribu mapema. Yeah. Ye, ni vipi? Wewe unasema neno hapo. Ah, kwa sababu Levani mm -hmm. Ah, Levani anaboya yani safi. Maana toka mwanzo ananifuatilia hey. Kwa ni mtu ambaye Eh. Ana respect sana kwa kipaji changu. Maana ndio maana support mnavyoona hivyo kutoka mwanzo kwa hiyo. Naamini atanibase club, lazima tutafanya jambo. Eh. Yeah. Hmm. Dogo Rema ni msanii ambaye ana bahati doto kupata blessing ya kaka zake na dada zake ambao hey, wametangulia kwenye game. Siku ya sound check ya Yanga Day ya alikutana na Zuchu. Kupiga, ukapiga story. Wewe <laughs> ah, huyo si ndo bilionea tilioni mwana mziki wa kike mwenye maela yake, kwanza wale, unajua kumbuka, ameniajiri wa safibeti, eh mm -hmm. milioni kwa safi beti ni nikimuona Zuchu najua ndio bosi wangu, nikimuona Diamond najua ndio bosi wangu, collab muda wote, collab muda wote kwa sababu kaniajiri Diamond, Diamond mke wake Zuchu, kwao nikiona wote najua ndo Wasafi Bet. Hela hiyo kwao mimi nitakuona wale wamini kwanza jua nimeajiriwa ni pale kwao, wale ni watu wangu kwao, siwezi kuongea lolote zaidi ya kuwafariji na kufurahi, ndio maana hapa naitangaza Wasafi Bet. Eh, bila kusahau jamani, Wasafi Bet ndio habari ya mjini. Nah. Eh, muweke wana habari. Ifadhika kwa namna gani? Sasa nikwambie kitu. Yule sasa ndio anampenda huyu. Baa. Kuna mdogo wenu Dogo Rema. Bakio miaka 18, under 18 ndio umegapi? <laughs> Yeah. Kwa hiyo karibuni sana na habari kwanza, nakushukuruni ndio, kwa upendo wenu ujue mpaka wa wana habari hivi nyumbani Deo wakaja, si vitu vya mchezo, vitu vikubwa, dunia inaangalia. Kwa hiyo kwanza nikushukuruni sana kwa hilo na muendelee na upendo wenu, angalau watu fudenki wanasema wanini, kumbe wezi jua Deo. Maisha yako hivyo watu fudenki, mlianza nao hivi hivi, mnafuata mitaani huko, leo amwasogelei mpaka upewe maelekezo. Kwa hiyo ni jambo la heri, jambo la busara. Karibuni sana wanahabari, asante sana. Kitu ambacho kimetuleta hapa Doto leo ni maneno ambayo anasemwa mtaani kwamba sasa hivi Dogo Rema kama umemtenga hivi, sasa hivi una base, uh -huh. na wale wasanii wengine wale <laughs> ngoja nikwambie, huyu ndo kioo cha jamii kikubwa, lwafanya mpaka wale wakaonekana mm. kwa hiyo tayari kashavuka ni level yake kubwa, kama anaitwa hadi kwenye mapambano ya Yanga Day, wapi huko, anakutana na watu wakubwa. Tayari ukashavuka, ni msanii mkubwa. mm. Tunachoangalia tunasubiri show tu zije kubwa. Yeah. Kwani show ziji zinakuja sana. Yeah. Za watu fudenke hasa. Yeah. Show mtu anakwambia mlio <laughs> ukati mi mlio ninao mfukoni hapa. Wow. Eh? <laughs> Kwa hiyo mimi nakukatia simu. Yeah. Jipange tena, siongee chochote. Iyo. We utaongea moyoni, we ongea tu huko. Sio atapotea atafanya nini, we mwenyewe umepotea unaonekana Kwa hiyo kelele zako za kwenye simu, sijui umenielewa. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Kwa hiyo twende na wakati, twende na muda. Sawa, hapo hapo kwenye Yangadai nakumbuka, kama kumbukumbu zangu haziko vizuri, utanikumbusha pia Hatukuona show ya Dogo Rema kuna. Ah, Yandere. mimi ndo nilichelewa. Ndio maana ukiona management msanii inabidi uwe na mtu na mwingine management. Okay. Mimi nina kazi nyingi. Mimi nilitumiwa message ile sijui tangu asubuhi kusoma sijui. Nikaja kuiona okay. okay. okay. okay. saa sita yeah, mchana naanza kuposti vitu vyangu. Kumbe aliambiwa apande tangu saa 5 asubuhi. Huyu okay. ndo alikuwa kufunguzi yule ndo mwanzilishi. Kwa hiyo siwezi kulaumu. Ni mimi mwenyewe management yangu. Sawa. Je, unajutia? Una sijuti. Ni vitu vya kawaida kwa sababu mimi ni mzoefu na hizo kazi. Okay. Huyu ajai hivi hajakufikia hivi mpaka mimi nimefanya kafikia hivi. Kwa hiyo siwezi kujutia kitu nilikomtoa tofauti na hivi. Kwa hiyo tenda zipo na nyingi, na Yanga Day bado wanaendelea na watatwita tena, na wengi walikuwa wanasubilia pambano lake, sema mimi meneja nilichelewa kwa management kusoma ratiba, pengine Ma na magari mpaka leo sehemu unapomwambia unajisikia aakae sehemu zingine zishapotea, watu washamchoka ah. <laughs> ni wenyewe mmempata kwa bahati yeah. <laughs> kutokana na wajukuu zangu tumeanza siku nyingi yeah. mtu mwingine muoni mwoji tena sababu mm. so, mimi mwenyewe nikijirekodi tu nikimwoji naenda mjini yeah. Sawa, sema nyie ndio watu sao. wa duniani mnaofanya dunia iamini sawa. Dogo Rema, sasa na wafuasi wako au wadogo zako wengi sana ambao wanakufuatilia na Dotto alishasema, wale wasanii wengine ambao wanaenda pale wako chini yako. Unajisikiaje kuwa na watu ambao unawasimamia pia na wako chini yako ya. Na wewe ndio msanii main? Ah, kwa hilo sitaliongelea sana. Maana mimi bado sijatoa mama wako leo. Kwa hiyo siwezi kuliongelea sana. Ah, eh. Wote ulisema huyo ndio kiongozi wao. Ah, huyu ndio mwanzilishi mpaka wale wakaonekana. Kwa sababu nilianza kumtoa huyu, ndio wengine wakaja. Kwa hiyo ni mwanzilishi, wale ndio wakaonekana. Kwa hiyo hata mimi naweza nikamwambia yeye ndio kiongozi wao. Kwa sababu umwoni chini ya mwembe tena pale kwa Isa mtu mnafiki mwenye majungu. <laughs> Unamuona nyumbani kwake katulia, sasa sikashavuka hizo levu Eh. Yaani hata baadhi ya watu fudenki wanakimhitaji, wanamuona sasa hivi kwa apartment. Yeah, yeah. Nini mnaita nini? Apartment. Apartment. Apartment. Yeah. Sawa, mm hivi -hmm. Hivi umwoni kama kungwa ndizi Eh. Yeah. Hata hey. So. Nyie mmemwona kwa apartment.